Moja ya kanuni muhimu sana ya mafanikio inaitwa the law of intentionality, au kanuni ya makusudi. Kanuni hii inasema kwamba ili uweze kufanikiwa, lazima uwe na jitihada za makusudi, lazima ukusudie kufanikiwa. Zipo sababu nyingi za kwa nini watu wengi wanashindwa katika maisha. Zipo sababu nyingi kwanini watu wengi wanashindwa kufanikisha mambo makubwa katika mwaka husika au katika maisha yao. Moja ya sababu kubwa ni kushindwa kupanga malengo au kukosa malengo. Sasa kuna watu ambao pia wanapanga malengo lakini wanafeli, wanashindwa kuyatimiza malengo yao. Inawezekana una lengo la kujenga nyumba kwa miaka mingi, lakini kila mwaka unafeli. Inawezekana una lengo la kuanzisha biashara lakini unafeli. Inawezekana una lengo la kustaafu mapema la kujiajiri lakini bado unaferi katika kutimiza lengo lako. au lengo la kununua gari au lengo la kuingia kwenye ndoa. Malengo yote hayo ni malengo, lakini kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao, iwe ni lengo la kujenga nyumba, lengo la kununua gari, lengo la kustaafu mapema, lengo la kuanzisha biashara? Katika siku ya leo katika YouTube chaneli yangu hii ya Victor Mwambene ninaenda kukufundisha sababu kubwa tano za kwanini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo walionayo. Nisikilize kwa makini, ninaamini somo hili ni muhimu sana kwako. Kama nilivyokuambia bwana, katika siku ya leo katika YouTube channel yangu ninaenda kukuambia sababu kubwa tano za kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao. Kama nawe ni miongoni mwa watu ambao unapanga malengo lakini hayatimii, somo la leo ni kwa ajili yako. Malengo yamegawanyika katika makundi makubwa mawili: lengo la muda mfupi na malengo ya muda mrefu. Baadhi ya malengo ya muda mfupi, labda unaweza kuwa na lengo njiria, eh, la kuweka akiba milioni kumi. Lengo la muda mfupi yapo kwa mfumo wa malengo ya mwezi, malengo ya miezi mitatu, miezi sita, malengo ya mwaka. Malengo ya muda mrefu yanaanzia malengo ya miaka miwili, miaka mitano, miaka kumi, yale mambo ambayo unahitaji muda mwingi kuyatimiza, au ndo malengo ya muda mrefu. Kuna malengo ya muda mrefu, ni kama lengo la kununua gari. Unahitaji miaka mitano ya kuweka akiba au miaka kumi ili uweze kununua gari. Lengo la kujenga nyumba, unahitaji miaka mingi sana kuweza kufanikisha lengo hili. Unaweza kuwa ni lengo la kuanzisha biashara, inaweza kukuhitaji miaka mitatu mitano kukusanya mtaji. Inaweza kuwa ni lengo la kustaafu mapema, ambalo hili linaweza kukuhitaji miaka kumi. Lengo la kuajiri, inaweza kukuhitaji miaka kumi na tano au miaka mitano, si ndio? Eh, so malengo yako ya aina mbalimbali. Sasa swali la msingi kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao zipo sababu nyingi lakini katika YouTube channel yangu, hii ninaenda kukupa sababu tano. Kama ndo kwa mara ya kwanza upo katika YouTube channel yangu tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara nilidhinishwa na benki kuu ya Tanzania yani certified financial educator. Lakini pia ni mwandishi wa vitabu vinne ikiwemo kitabu cha nguvu ya kujua kinachoeleza pia kuhusiana na malengo. Nimeandika kitabu cha jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara, kanuni ishirini za fedha, nimeandika pia kitabu changu kipya kinachoitwa akili ya fedha kinachoeleza mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Kwao, kama nilivyokwambia katika siku leo, ninaenda kukupa sababu kubwa tano za kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo, na sababu ya tano, wapendwa, ndio sababu muhimu zaidi inayowakwamisha watu wengi kutimiza malengo yao. Kwao, unapaswa kunisikiliza na kusikiliza sababu hizi zote, kwa sababu ninaamini ni somo muhimu na limekuja kwa wakati sahihi sababu ninaamini wengi na wote kwa namna fulani au katika wakati fulani tunashindwaga kutimiza malengo. Sababu ya kwanza kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo ni unakosa mfumo wa kukuwajibisha kutimiza malengo yako. Hiyo ndio sababu ya kwanza, namba moja, unakosa mfumo wa kukuwajibisha kutimiza malengo yako. Malengo mengi ukiyachunguza, yanahitaji fedha, yanahitaji pia watu ili kuweza kutimia, sio unaelewana? Eh, lengo linahitaji fedha lengo pia linahitaji watu ili liweze kutimia. So unaweza ukawa unakosa kutimiza lengo lako. Kwa mfano, ntatolea mfano, unataka kuanzisha biashara, unashindwa kutimiza lengo lako la kuanzisha biashara kwa sababu unakosa mfumo utakaokulazimisha wewe kutimiza lengo lako, unakosa mfumo utakaokuwajibisha wewe kutimiza lengo lako. Mfumo kama wa aina gani? Kwa sababu malengo yanahitaji fedha ili kutimia, ntazungumzia mifumo ya kifedha. Kwa mfano kama una lengo la kuanzisha biashara, mtaji unaotakiwa labda uwe nao ni milioni tano. Unahitaji mfumo utakao kulazimisha wewe kuweka akiba milioni tano. Hapa kuna mifumo kama ya aina tatu. Mfumo wa kwanza ni standing order system kutoka benki. Unaenda benki, unaambia, bwana mimi benki, kila hela ikiingia, naomba mnikate asilimia fulani ya hii hela, muweke kwenye akaunti yangu ya akiba. Huo ni aina ya kwanza, mfumo unaitwa standing order. Mfumo huu ni kwamba hela ikiingia benki, ukilipwa mshahara, itakatwa juu kwa juu. Wewe ukienda kuitoa, utaikuta inakatwa juu kwa juu, inaenda kwenye akaunti maalum ya kwa ajili ya kuweka akiba ya savings, si ndio? Aina kwanza mfumo utakokulazimisha kuweka akiba ili utimize lengo lako la kustaf mapema, ili utimize lengo lako la kujenga nyumba, ili utimize lengo lako la la kujiajiri ni standing order system. Mfumo wa pili ni mfumo wa vikoba. Huu ni mfumo wa pili. Kwenye vikoba ni kwamba unajiunga una, una na vikundi vya watu ambao mnakuwa mnawajibishana kuweka akiba. Vikundi hivi vipo vya malengo ya muda mfupi vile ambavyo wanavunja kila mwisho wa mwaka wanagana hela zote. Ah, vipo vikundi vya malengo ya muda mrefu. E, kama mimi kukushauri nenda ujiunge na vikoba vyenye malengo ya muda mrefu vile ambavyo hawavunji mwisho wa mwaka au hawagawani hela mwisho wa mwaka. Ukijiunga na hivi vikoba endelevu, vikoba ambavyo unaweka hela kwa miaka kadhaa bila kugawana hela au kuvunja, itakusaidia uweze kutimiza malengo makubwa kama lengo la kujenga nyumba ambalo pengine linaweza kwa kuhitaji milioni 50 milioni 100 au milioni ishirini au kama unataka kununua gari e, hivi vikundi vitakusaidia uweke akiba kwa muda mrefu, kwa sababu kwenye hivi vikundi usipoweka akiba utapigiwa simu na mwasibu, usipoweka akiba utapigiwa simu na katibu, na usipoweka akiba kwenye hivi vikundi unapigwa fine, si tumeelewana? Lakini wewe ukiwa unajiwekea tu akiba yako benki, huna mifumo kama hii ya hivi vikundi, ni rahisi sana, una una weka, una una mwezi huu unaweka, mwezi huu unao napumzika, mwezi huu unaweka, kwao unakosa ule utamaduni endelevu wa kuweka akiba, si unanielewa? Kwa aina ya pili ya mfumo ni mfumo wa vikoba au standing, mfumo wa vikoba ambavyo tunaviita Village Community Bank ni ni, ni, ni vikundi vya watu waliokutana kwa lengo la kuwajibishana kuweka kiba. Kwa ni mifumo utaipata huko kwenye hivi vikundi, si ndio eh? Hiyo ni mifumo ya aina mbili ambayo nadhani hiyo ni inaweza kukufaa zaidi. Sisi tumeona eh? Sababu ya kwanza kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao, wanakosa mfumo wa kuwajibisha na kuwalazimisha kutekeleza malengo yao. Je, una lengo gani? Ni lengo la kununua gari lengo la kujenga nyumba au na lengo la kuanzisha biashara? Je, katika lengo lilonalo, una mfumo gani unaokurazimisha na kukuwajibisha kutekeleza lengo lako? Kama hauna mfumo wowote unaokurazimisha na kukuwajibisha kutekeleza lengo lako, utachelewa sana kutimiza malengo. Utakuwa ni miongoni mwa wale watu ambao kwa miaka mingi, kila mwaka anasema, huu ni mwaka wangu, huu mwaka lazima nitimize lengo langu huu mwaka lazima ninunue gari. Huu mwaka lazima nijenge nyumba. Huu mwaka lazima nianze ujenzi. Huu mwaka lazima nistaafu ma, nistaafu, lakini uwezi kustaafu kwa sababu huna mfumo wa kukulazimisha. Tumia either standing order kutoka benki au tumia mfumo wa vikoba. Mifumo ipo mingi, lakini kwa, kwa uchache ni hiyo. Sababu ya pili ya kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao, lengo la kujenga nyumba, lengo la kustaafu mapema, lengo la kujiajiri, lengo Maliza madeni. Ni ile kama malengo hiyo ya madeni, ni ile kama lengo. Kuna mtu ana madeni anayaishi kila mwaka. Hilo nalo ni lengo. Lazima uliweke kwenye malengo kwamba bwana, mwaka huu, namaliza madeni yangu yote naanza upya. Au inawezekana lengo la kuanzisha fedha za mfuko wa dharura emergency fund. Eh, ili isije siku ikitokea majanga, unalia mara mbili, unalia kwa janga afu unalia una hela za kwa ajili ya hilo janga. Ndio maana ukuta msibani kuna watu wanalia kweli, mwanamke amefiwa na mume wake analia vibaya mno nye, mnafikiri alikuwa na upendo sana na mumeo aliyekufa, kumbe yeye analia na mengi. Analia kwamba amempoteza mume, lakini zaidi analia watoto, atawasomeshaje? Analia zaidi watoto, watakula nini? Analia zaidi, atasurvive vipi bila mume, na yeye siku zote alikuwa ni tegemezi. Watu analia na mengi misibani. Sasa, ili matatizo yakitokea usiwe na machozi mengi, unakuwa na fedha za mfuko wa dharura. Kwa kama huna fedha za mfuko wa dharura. Dharura kama majanga ya moto, kufukuzwa kazi. Dharura inaweza ikawa ni swala zima la biashara ya yako tu imefeli. Umepata changamoto ya msiba na ajali na vitu kama hivyo hapo sasa, ili kama unataka kujenga fedha za mfuko wa dharura unatakiwa ufanye nini? Unatakiwa uanze kuweka akiba. Sasa hilo lengo hilo la kuwa na fedha za mfuko wa dharura huwezi ukalitimiza kirahisi rahisi hivi. Utaweka fedha za mfuko wa dharura zikifika milioni mbili tatu utagundua simu yako imechakaa, ni iPhone 12, sasa kuna 16 haikufai, utaenda utanunua utatoa fedha za dharura. Sasa ili uweze kutimiza ili lengo la fedha za dharura au lengo lingine lolote, lazima uwe na watu wanaokuwajibisha. Mara ya kwanza nimekwambia watu wanashindwa kutimiza lengo kwa sababu wanakosa mfumo wa kuwawajibisha, na hii sababu ya pili ya kwa nini watu wengi hawatimize malengo, wanakosa watu wa kuwajibisha kutimiza malengo yao. Mfano, una lengo la kuanzisha biashara, mtafute mtu aliyeanzisha biashara, mwenye nidhamu, unayemheshimu Mshirikishe lengo lako mwambie, Bwana, nataka nianzishe biashara ya mitumba kaliako kwa mtaji wa milioni kumi. Sasa hivi nina milioni mbili, naomba unisaidie uniwajibishe, unikumbushe niti, nitimize lengo langu. Ukimtafuta mtu, ukitafuta watu wa kukuwajibisha, utatekeleza lengo lako. Lakini kama lengo lako unalo mwenyewe kichwani ni ngumu sana kutimia. Kwa nini ulitimize? Hakuna mtu atake kuona mzembe. Ukilishirikisha lengo lako kwa watu wawili au watatu au wa mtu mmoja muhimu ambaye unaogopa kumdisappoint, unaogopa kumwangusha Itakuwa rahisi kuweza kuhakikisha unafanya kazi kwa bidii ili kutimiza lengo lako. Lakini kama hamna mtu anayejua kuhusu lengo lako, hakuna mtu anayekukuuliza, utakuwa comfortable. Lazima una mtu ambaye anakuondoa kwenye comfort zone. Lazima una mtu ambaye anakuwajibisha, anakupa stress, mtu ambaye unaripoti kwake, unawajibika. Umewahi kujiuliza kwa nini biashara nyingi zinafeli? Kwa nini biashara nyingi zinakufa? Kwa sababu mtu anaanzisha biashara, yeye ndio boss. Ana mamlaka ya mwisho, hana mtu wa kumwajibisha, hana mtu ambaye kwake ana ripoti. Kwa hiyo biashara lazima ifeli. Hapo ndo ukifiwa na biashara nayo inafiwa, unafunga duka, fedha za duka unatumia kwa matumizi yako ya misiba au matatizo, huna mtu ambaye anaweza kukuwajibisha na kukuripoti. Vivyo hivyo pia kwenye malengo yetu, ili tutimize malengo, lazima tuwe na mtu ambaye kwetu ni kama mentor, kama bosi wetu ambaye tunaogopa kumwangusha, ambaye tunawajibika kwake. Mara nyingi huyu mtu anakuwa ni mentor au anaweza kawa ni kocha, coach, anaweza kuwa tu ni mtu yoyote mwenye nidhamu ambao unamheshimu. Anaweza kuwa ni, ni mchungaji wako mtumishi wa Mungu, anaweza kuwa ni baba yako, inategemeana na ndugu yako ukoje, ya au mtumishi wako ukoje, si tumeelewana mpaka hapo eh? lazima utafute mtu sahihi au watu sahihi wa kukuwajibisha kutekeleza malengo yako. Kuna watu ambao wanajiunga na vikundi maalum vya kuwajibishana. Kuna vikundi maalum kwa watu wenye malengo ya kununua gari, unajiunga kwenye hivyo vikundi yaani vile vikundi watu wanakimbizana kuweka akiba ili watimize wanunue gari, ni vikundi maalum. Kuna vikundi maalum kwa ajili ya watu wanaotaka kujenga nyumba, jiunge kwenye vikundi kama hivyo. Haya, una lengo la kupunguza uzito, malengo yako mengi, tuchukulie mfano una lengo la kupunguza uzito, jiunge kwenye vikundi vya mazoezi, wale watu watakuwajibisha. Sisi tumeelewana mpaka hapo eh? Jiunge kwenye vikundi vya mazoezi na vitu kama hivyo hapo. So, sababu ya pili ya kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao ni kukosa watu wa kuwajibisha. Una lengo lolote la maana ambao unataka ulifanikishe mwaka 2025. Basi hakikisha unatafuta mtu au watu ambao watakuwajibisha kutekeleza lengo hilo. Mtu huyo awe ni mtu mwenye nidhamu, mtu huyo awe ni mtu ambaye unamheshimu, unaogopa asikuone ni mtu mzembe, unaogopa asikuone ni mtu ambaye haujitambui ili kusudi uwe una presha kutimiza lengo lako. Sababu ya tatu ya kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao ya walionayo, malengo ya kifedha hasa. Kwa sababu mimi nazungumzia zaidi malengo ya kifedha, umetengeneza lengo bila ukomo wa muda. Yaani hii ni sababu kubwa sana, umetengeneza lengo bila ukomo wa muda. Shek kusikia mtu anakwambia mimi na malengo ya kuanzisha biashara, unamuuliza lini, hajui ta, ta, nitastaafu mapema, nitapambana, nitastaafu mapema, mimi siwezi kuzeeka kwenye ajira. Ah, unataka ustaafu lini? Hajui. Au mwingine anakwambia mimi miaka miwili mitatu hivi nitastaafu mapema, ndani ya hii miaka miwili mitatu lazima nianzishe biashara. Watu kama hao hawatoboi kwenye maisha. Watu kama hao hawaanzishagi biashara. Watu kama hao hawaanzi ujenzi. Lazima ujue exactly unataka ustaafu mwaka gani. Lazima ujue unataka kununua gari lini. Lazima ujue unataka kuanza kuweka akiba lini. Kama ni lengo la kuweka akiba, kwa lengo lolote, lazima una ukomo wa muda. Ni lini? Ni mpaka lini unataka uwe umefanikisha hiko unachotaka kufanikisha, hicho unachotaka kufanikisha Bwana unasema, kwa mfano unaweza kusema mimi mpaka kufikia mwaka 2030 lazima niwe nimenunua kiwanja maeneo ya Mbweni eh, au maeneo ya Bagamoyo. Au mpaka kufikia mwaka 2030 lazima niwe nimeanza uwekezaji kwenye hisa. Mpaka kufikia mwaka 2027 lazima niwe nimeanza biashara, na sio tu mwaka huwe najua na mwezi gani sindio? Lengo lazima lina ukomo wa muda. Lengo ambalo halina ukomo wa muda linatumia muda mrefu kufanikishwa. kwa mfano kuna lengo litakiwa ufanikishe ndani ya miaka miwili, kama alina ukomo wa muda, unaweza kutumia miaka mitano kufanikisha lengo ambalo utakao kufanikisha kwa miaka miwili. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Kwa lengo ni muhimu sana likawa lina ukomo wa muda, lengo lolote. Ukimpa mtoto kazi ya kufagia chumba, usipomwambia afagie mpaka saa ngapi, anaweza kafagia hicho chumba mpaka kufikia saa kumi na mbili jioni. Umempa kazi asubuhi. Lakini, ukimwambia nataka ufagie ndani ya dakika kumi, hicho chumba atafagia. Lakini usipomwambia unaweza kaja saa tatu hajafagia, unaweza kaja mchana hajafagia, akafagia jioni kwa sababu tu ulimwambia utarudi jioni, lakini ukimwambia nataka ufagie ndani ya dakika kumi atafagia muda huo. Lengo lote ambalo lina ukomo wa muda linatumia muda mrefu kufanikishwa tofauti na lile lengo ambalo mtu alijua anataka kufanikisha mpaka lini. Ukiweka ukomo wa muda kwenye lengo inakusaidia kwenye mambo mengi. Moja, inakusaidia kujifanyia tathmini. Je, katika muda uliobaki niongeze juhudi, nafanikiwa au nimepoteza? Na kama nafanikiwa, nafanikiwa kwa kiasi gani? Niko ndani ya malengo au niko nje ya malengo? Lakini, faida ya pili, ukiachia hiyo ya kujifanyia inakusaidia malengo kusaidia kujifanyia tathmini katika muda husika. Pia ukiweka ukomo wa muda inakusaidia kuandaa rasilimali kutokana na muda ulionao. Yani unajua kabisa nahitaji kutunza milioni kumi ndani ya miaka kumi kwa kila mwaka natakiwa nitunze milioni moja. Si tumeelewana mpaka hapo na vitu kama hivyo? Hao, sababu ya nne ya kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao, na pengine ni sababu muhimu zaidi, ni kukosa imani juu ya uwezo wao wa kutimiza hilo lengo. Narudia tena, ni kukosa imani ya uwezo wao wa kutimiza hilo lengo. Watu wengi wanashindwa kutimiza malengo ya kujenga nyumba mapema kwa sababu wanaamini hawana uwezo. Watu wengi wanashindwa kutimiza lengo la kustaafu mapema kwa sababu wanaamini hawana huo uwezo. Hawaamini katika uwezo wao, hawaamini katika ujuzi wao, hawaamini katika uzoefu walionao, hawaamini katika biashara walizonazo. Kuna mtu mwingine kwa miaka zaidi ya mitano saba duka lake lipo Kariakoo, hajafikiria kufungua Mwenge, hajafikiria kufungua Mbeya kwa sababu haamini katika ujuzi uzoefu alionao wa kwamba anaweza akafanikiwa kwa hiyo biashara sehemu nyingine. Kuna mwingine anataka kuanzisha chanzo kingine cha mapato, lakini haamini katika uwezo wake juu ya biashara nyingine nje na hiyo aliyoizoea. Nawafahamu wa biashara ambao wanafanya vizuri sana na wanafanya kazi zaidi ya ishirini kwa mwezi, anaingiza zaidi ya milioni mia mbili. Nawambia bwana wewe, umefikia wakati sasa uanzishe biashara nyingine, wanakuwa wana sitasita, ambia amna bwana, mi natapambana mpaka iwe kubwa kubwa zaidi. Nataka kubwa iwe mpaka lini? Hawa watu mara nyingi hawaamini katika uwezo wao juu ya biashara nyingine. Yani anaweza akawa anajiamini kwenye biashara anayoifanya lakini kumwambia bwana ondoka kwenye biashara, anzishe chanzo kingine cha mapato, hajiamini uwezo wake. Uwezo wako wa kujiamini ni mdogo. Sasa kanuni moja wapo ya mafanikio kanuni ya, inaitwa kanuni ya imani inasema hivi. Pesa na utajiri huwafuata watu wenye imani. Unataka kufanikiwa kwenye maisha yako. Unataka kuvutia utajiri, lazima uamini kwamba una uwezo na umeumbwa kufanikiwa. Kinyume na hapo uwezi kufanikiwa. Kuna watu wana uwezo mzuri sana kuanzisha biashara zikawa kubwa, kwa sababu ya kukosa imani juu ya uwezo wao wameishia kuajiliwa na watastaafu kwenye ajira. Kuna watu wana uwezo mkubwa sana wa kujenga nyumba, kununua viwanja maeneo mazuri na la potential, lakini kwa sababu ya uoga na uzoefu wao wameishia ukipata hela wanatumia zote, kwa sababu wanaamini ah, huwezi kupata kiwanja kizuri chini ya milioni kumi, huwezi kupata kiwanja kizuri chini ya milioni hamsini na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo hizo ni sababu kubwa nne za kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao. Sababu ya tano na ya muhimu zaidi ya kwa nini watu wengi wanashindwa kutimiza malengo yao ni kuto kumshirikisha Mungu malengo yao. Mchungaji Joseph kutoka Nigeria aliwahi kusema hivi, Mungu hawezi kupambania kitu ambacho hakukianzisha, hawezi kutetea kitu ambacho hakukianzisha. Na ndio maana ni muhimu sana, unapoanza ujenzi unaanza na Mungu kuna watu wameanza ujenzi, wamenunua kiwanja, wameweka msingi, mpaka leo ni msingi. Tangu miaka hiyo elfu mbili na kumi mpaka leo ni msingi. Mimi nimewahi kuona nyumba mtaani pale ambapo nakuwa, tangu niko shule ya msingi darasa la tatu la nne mpaka namaliza chuo, yaani ile nyumba ikogo tu vile vile. usipoanza na Mungu unachokifanya, iwe ni ujenzi, iwe ni biashara, inaweza ikawa ngumu sana kutoboa. Kama ulianza vizuri, ulianza na Mungu, ulitoa sadaka wakati unaanza ujenzi, ulitoa sadaka wakati unaanza biashara, uliombea hiyo biashara yako, uliombea e, ulianza kulipa madeni, ulimuomba Mungu, Mungu, Mungu, hata mbele ukifeli unaambia Mungu, tulianza wote, naaibika. Unamkumbusha Mungu. Maandiko yanasema usijisumbue kwa neno lolote, bali kila jambo ni kwa kusali na kuomba na kushukuru na haja na zenu zijulikane mbele za Mungu. Kwa hiyo unapoanza jambo lolote, unataka usifeli, mshirikishe Mungu, lengo lolote unalolianza ili Mungu awe na sababu ya kuendelea kukutetea. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Na muhimu zaidi elewa kwamba unapopanga malengo, shetani naye anakuangalia, naye ya kuendelea anapanga malengo yake juu ya lengo lako. Unapanga ujenzi, ye lengo lake ni kuhakikisha umalizi kujenga, uumwe njiani, uumwe utumie pesa za ujenzi, uuze hata kile kiwanja. Unapanga lengo la kuanzisha biashara, shetani anakuangalia tu, anasubiri wewe una lengo la mtaji uwe milioni 10 na uanze biashara, anasubiri zinafika mpaka nani ziwe nyingi, nyingi, anakuletea matatizo yasiyoeleweka. Kuna watu madeni hajawai kuisha. Unapanga vizuri tu malengo ya kumaliza madeni, lakini Shetani analeta vita zake. Situmelewana mpaka hapo. Kwa hiyo sababu nyingine inayofanya watu wasitimize malengo yao ni kwa sababu ya vita za rohoni au e, kutokumshirikisha Mungu malengo yao. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu sana. Ndio maana nilikwambia hii sababu ya tano ni ya muhimu sana kwa sababu sisi binadamu ni viumbe ambao tunaishi kwenye ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kimwili. Hivyo pia tunahitaji tunapopanga malengo pia tuwe tuna malengo ya kiroho. Hii itatusaidia pia kuweza kustawi katika ulimwengu wa kiroho pia na ulimwengu wa kimwili, kwa sababu mambo mengi yanayotokea kwenye ulimwengu wa kimwili yanaanzia rohoni. Mafanikio yanaanzia rohoni, kushindwa kunaanzia rohoni. Ukiona mtu ameshindwa jambo lolote katika ulimwengu wa kimwili au katika dunia, alianza kushindwa kwanza rohoni. Kwa hiyo ni mambo ambayo pia unapaswa kuyafahamu kama unatamani kweli kufanikiwa. So hayo ya mambo machache kati ya mengi ambayo unapaswa kujifunza kuhusu malengo. Ndani ya YouTube chaneli yangu hii, kuna video nyingine inayoelezea kuhusu malengo na kuwekea hapa katika description itakusaidia sana. Mwisho na kwa muhimu zaidi, unaweza ukajifunza mambo mengi kuhusu jinsi ya kupanga malengo ya kifedha na jinsi ya kufanikisha malengo ya kifedha kupitia kitabu changu hiki kinachoitwa Akili ya Fedha. Kitabu kinaelezea mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Ndani ya kitabu hiki bwana, utajifunza mambo mengi kuhusiana na kupanga malengo. Naomba nikutajie baadhi ya mambo utakayojifunza kuhusu malengo ya kifedha au financial goals. Nimeeleza mambo mengi hapa jinsi ya kupanga na kufanikisha malengo, hiyo ni sura ya sita katika kitabu changu hiki cha akili ya fedha. Utajifunza aina tatu za malengo, nimeeleza malengo ya muda mfupi na malengo ya muda wa kati na malengo ya muda mrefu. Utajifunza nguvu ya malengo katika kufanikisha kufanikiwa kifedha, watu wenye malengo wanapata faida gani ukilinganisha na wale ambao hawana malengo, hawajui wanachokitafuta. Nimeeleza pia sababu tano za kwa nini watu wengi hawana malengo ya kifedha. Nimeeleza pia eh, usiogope kuwa na malengo makubwa eh. Kuna mtu una, unakuta mtu nikikuuliza, una lengo la kuwa na utajiri wa kiasi gani? Unaniambia, amini nikipata bilioni moja na nitosha. Kwa nini usiwaze bilioni tano? Kwa nini usiwaze bilioni kumi? Kwa nini usiwaze bilioni mia? Nini kinakulimiti? Kikwazo kiko kichwani mwako. Lakini pia nimeeleza faida, nimeeleza pia mbinu kubwa saba za kufanikisha lengo lolote la kifedha. Kwa upata kitabu hiki ni elfu 30, lakini kwa sasa utakipata kwa ofa ya shilingi elfu 25 tu, lakini na kitabu kingine ambacho pia kimefafanua malengo ya aina mbalimbali hiki kimeeleza malengo ya kifedha peke yake, lakini humu nimeeleza malengo mengine, malengo ya kiroho, malengo ya kiafya, malengo ya malengo mengine mengine ya kipaji kama na kipaji, jinsi ya kupanga malengo na vitu kama hivyo. Hiki inaitwa Nguvu ya Kujua. Kinaeleza mambo kumi na sita unaopaswa kuyajua na kuyazingatia ili ufanikiwe kwenye maisha yako. Hiki ni shilingi elfu ishirini kitabu kingine nilicho nacho ni hiki kinaitwa Kanuni ishirini za Fedha. Kinaeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Kama unataka kujifunza mambo ya uwekezaji, mambo ya uwekezaji kwenye isa tifungani, uwekezaji kama UTT, nimeeleza hizo ni sehemu sahihi za wewe kuweka akiba kama UTT, lakini pia utajifunza tabia, jinsi ya kujenga utamaduni wa kuweka akiba. Kama unapata shida kwenye kuweka akiba, unasingizia kipato chako ni kidogo, hiki ni elfu ishirini. Lakini pia na hiki, jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara. Unataka kuwa mfanya biashara mkubwa, unataka kuanzisha kampuni, soma kitabu hiki, kitakufundisha mbinu za mauzo, mbinu za masoko, nacho ni shilingi elfu ishirini tu unaweza ukapata vitabu hivi kwa namba za simu 0744126640 au piga namba ya dukani unayoiona katika skrini hiyo, namba ya mwisho zaidi. Nifuatilie kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene, na tafadhali usiache kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Na unaweza kupata vitabu vingine vya fedha, biashara na mafanikio kupitia duka letu la vitabu pale, linaitwa Akili Plus Bookshop tuna vitabu vingi vya fedha, biashara na mafanikio kama rich, rich dad poor dad, richest man in Babylon, psychology of selling na vingine vingi. Asante sana, hadi wakati mwingine.